Mtakumbuka kwamba kipindi cha kampeni zile nilikuwa nawambia baada ya zile kampeni hali itakuwa mbaya sana. Nikaa nawambia jinsi anatumia hela za umma ili kufanya ule uchaguzi, kulipa watu wajai. Nikawambia jinsi anatumia hela zote kwa ajili ya kuzuia maandamano and everything. Sasa hivi ndo mna tunaanza sasa kuziona effect Imagine, baada ya miaka sitini, baada ya miaka sitini ya uhuru, Tanzania kuna mgao wa maji, mgao wa maji maji, in 2025 Tanzania hakuna maji, na bado wanang'ang'ania nchi mpaka wanaua watu, na bado wako tayari kuua watu kushikilia nchi, lakini maji, baada ya miaka sitini, maji tu yame na bado wanaua watu ili washikilie nchi. Watanzania hatuwezi kurudi nyuma, hatuwezi kukubali na hatuwezi kurudi nyuma. Lazima haki patikane. Bila haki kupatikana, matatizo haya hayataweza kuisha. Lazima haki patikane, lazima tuweze kuchagua viongozi wenye uwezo. Lazima watanzania tuweze kuchagua viongozi wetu, vyama, watu wenye uwezo hakuna maji. Na kile msichokijua, kuna watumishi wafanyakazi wa serikali ambao sasa hivi, nenda mwezi wa nne hawajapata mshahara, mwezi wa nne hawajapata mshahara, wapo serikalini na huu mwezi ndo kabisa msahau. Hakuna mfanyakazi yoyote wa serikali mwezi huu atakayepata mshahara. Hayupo, hayupo, hata huyu hata mmoja hayupo mfanyakazi yote wa serikali ambaye mweziu atapata mshahara hayupo. Sasa hivi nyinyi hamwezi kufunguka akili mkakaa mkatuliza ubongo wenu mkajiuliza haya ni mambo gani? Unaponyima watu kwanza maji, ina maana waue atwauwe na kiu kabisa wafe? Tanzania ni ya kukaa miezi na miezi bila maji ya kunywa? Watu wana maji, wanaishije bila maji? Eh? Alafu bila aibu, watu mnakuwa mna komenti mna nyokonyokonyoko nyokonyokonyoko nyoko, nyoko, nyoko. Eh? Haya mabilioni na mabilioni ambayo analipa wasanii, analipa watu tu just, kuna watu wanalipwa kuwa naenda kukomenti tu kukomenti, eh, ujinga kwenye peji za watu wanalipwa pesa. Sasa hizo pesa zote wanalipwa wasanii, watu maarufu ili wamwongelee tu rais. Izo pesa zote, kwa nini zisiende kwenye idara ya maji?